Nikukaribishe sana mpenzi mtazamaji wa simulizi tamu, tamu ya simulizi au raha ya simulizi. Karibu katika YouTube channel yetu, ufanye kusubscribe pale, shusha komenti yako hapo chini na ubonyeze alama ya kengele. Karibu sana. ah, jina langu naitwa Zainabu Madinda. Mada ya leo inazungumzia mahusiano, mahusiano ya mapenzi Nimeona tuzungumzia sana hili swala kwa sababu sekta ya mapenzi imekuwa ni ishu fulani hivi sasa hivi ngumu sana, imekuwa tofauti na zamani. Tukichukulia mababu zetu baba zetu, wao walikuwa wanaishi muda mrefu sana katika mahusiano yao au katika ndoa zao. Kwa nini sasa hivi changamoto za mapenzi zimekuwa nyingi? Shida iko wapi? tunakwama wapi? Katika utafiti utafiti wangu nikajaribu kupigapiga stori mbili tatu na watu, nikapata kitu fulani hivi ambacho nikaona si vibaya nije kushare na wewe mtazamaji. Aa, kuna mtu nilikutana naye alikuwa napitia changamoto mbili tatu kuhusu mapenzi, akanishirikisha hicho kitu lakini, nikawa ninaona watu wengi sana wanakwama katika hiyo sekta. Kuna maswali mawili matatu nikajaribu kumuuliza. Lakini jibu likaja ni kwamba aliishi kwa muda mfupi sana katika mahusiano yake kabla ya kuingia kwenye ndoa. Nikajaribu kuulizia historia ya mpenzi wake, lakini kuna kitu nikakibaini. Si kila mwanamke anayekukubalia kuingia naye katika mahusiano ya mapenzi ni kwamba akakupenda. Hilo kwanza tukubaliane. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu kuna sababu tatu kubwa ambazo mwanamke zinaweza zikampelekea aingie kwenye mahusiano kilazima Sababu kubwa ya kwanza ambayo katika utafiti wangu niligundua ni kweli na imani, hata wewe mtazamaji utaniunga mkono. Sababu ya kwanza, mwanamke analazimika kuanzisha mahusiano na mwanaume yoyote kutokana tu kwamba aidha anapoishi pana shida, hana makazi maalum ya kumstiri kwa wakati huu, au ana tatizo fulani kubwa ambalo ikampelekea huyu dada aseme mwanaume yoyote atakayetokea mbele yangu nitakuwa naye. Na kweli mwanaume, ukimtaka yule dada atakwambia yes, nini nini nini nini nini, mtakuwa pamoja, lakini anakuektia kwamba anakupenda, lakini ukweli halisi upo kwake na mara nyingi mahusiano ya namna hii, endapo tatizo la yule mwanamke atakuja kulitatua, sahau kuhusu ndoa. Pale migogoro ndo huwa inaanzia, kwa sababu alikuja kwako kwa maslahi fulani. Endapo alikuja labda ana shida ya kifedha atakuwa pale, mme wangu nakupenda, mpenzi wangu nakupenda nini, mta- mtaenjoy vitu vingi. Basi mwisho wa siku wewe umezama kweli, halafu mwenzako yupo kawaida. Sasa anaanza kuishi na wewe huku anatatua tatizo lake pasipo wewe kujua ataishi na wewe pengine, naweza akachukua miaka mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, pengine mpaka miaka mitano kumi, lakini tatizo la yule mwanamke likija kuisha, hauna tena kitu kipya kwake cha kumfanya endelee kuishi na wewe. Visa vinaanzia hapo. Anaanza kuwa jeuri, anaanza kuwa kiburi, anaanza kukujibu ovyo, mpaka unaanza kuhisi, kwa nini saizi mke wangu kabadilika? Au kuna mwanaume kakutana naye? Pengine hapana, ila kwa sababu kilichomleta kwako tiari ameshakitimiza. Hana sababu tena ya kuendelea kukaa na wewe. Nina ninaimani tunaenda sawa, mtazamaji wangu. Sababu ya pili ambayo inaweza kumpelekea mwanamke aingie katika mahusiano kwa lazima, mm -mm. No, no. Wazazi, wazazi kwa maana ya kwamba binti huyu anakuwa anapitia changamoto pale kwao, aidha mchumba wa kwanza alikuja hakumpenda, mchumba wa pili akaja hakumpenda, mchumba wa tatu alivyokuja hakumpenda, familia inainuka kwa nini unakuwa hivi? Kwa nini kila mchumba anayekuja kwako anakuwa na, kwa na changamoto? Wewe utaolewa na nani? Nakwambia safarini, lazima utaolewa. Pengine familia ikamkazania, halafu anavyofikiria kwamba ataenda wapi, hana labda sehemu ya kwenda, binti huyu inamlazimu tu aolewe na wewe kwa sababu familia yake imetaka hivyo, lakini anajua kabisa bwana huyu nitaenda kukanee kwa muda mfupi, wakati ninajipanga, pengine kutafuta pesa yangu, nikija kupata pesa ya kunisaidia kupanga chumba, nikapata pesa labda ya kunisaidia kuwa na kimtaji changu chochote, nitaenda mbali nikaanze maisha yangu. Mwanamke anakuja kwako ana lake moyoni. Jamani, wanawake tuna siri sisi We acha <laughs> atakuja kwako, atakuektia mme wangu nakupenda, mme wangu wendo maisha yangu. Lakini sasa katika elfu kumi au elfu tano au elfu kumi na tano unayomwachia ya chakula kwa siku moja, wa unaenda kazini, anakula miongo asubuhi ya mia mbili na chai mchana na kologa zake mlenda anabana elfu tano nzima katika elfu kumi ili jioni anakununulia kinyama robo, ana kirosti pale, kaubwabwa katamu, ukifika unajua mke wangu kapika. Pa mwenzio na malengo yake hapo, kajimekimeki, kuna hela anaitafuta katika vya kibakiba vyake vile, anajiwekeza, anajiwekeza, mwisho wa siku katimiza malengo yake. Unashangaa tu mwanamke ghafla anakuambia anataka taraka yangu. Unajiuliza, nimekosea wapi? Mbona mke wangu nampenda? Mbona mke wangu nampa anachokitaka? Mke wangu kafanya nini? Ndio maisha yake yale, hakuja kwako kakuona wewe, alikuja kwako kwa sababu amekufanya kuwa daraja. Sio ndoa zote watu wanapendana jamani, kama tunavyosikia. Sio wote wanaoenda gerezani ni wanahukumiwa sio wote hata wanaoolewa ni kwamba wamependa kuingia katika ndoa. Kuna matatizo fulani kwa hiyo, mtu anaona ni bora nimepata hili daraja linifushe kunipeleka ng'ambo ya pili. Inaumiza, inaumiza sana kwa mwanaume anapokuja kuzijua hizi taarifa wakati tayari kashapoteza vitu vyake vingi, kashapoteza muda wake mwingi, na pengine kuna wadada ambao wanampenda walikuwa wanatamani kuwa naye, anashindwa kuwa nao kwa sababu anajua, na mke wangu ntamkera, mke wangu mke wangu akijua nitamuudhi sana. Lakini kumbe mwanamke wake anasema, imebaki elfu hamsini tu, utajuta na kweli, mwanamke akishatimiza malengo yake, anadai talaka. Naomba talaka yangu, sababu basi ya kueleweka, nakuambia basi tu, nimechoka tu, naomba talaka. Mimi nishauri hapa, ukishaona mwanamke anadai talaka pasipokuwa na sababu ya msingi ya kueleweka, jaribu kumchunguza, utagundua hiki ninachokwambia kwamba wakati unamchukua alikuwa katika kipindi gani. Lakini kipengele cha tatu ndo hiki, kipengele ambacho mwanamke anakuwa amekupenda kweli, anakutaka kweli, amekubali kweli kuolewa na wewe au kuwa na wewe kimapenzi. Lakini wanawake wote hawa wa disaini tatu huwa wanakuja na sura moja kwa sababu katika vitu ambavyo unatakiwa kuvijua, mtazamaji wangu, katika swala la mahusiano, mwanamke ana sura na mwanamke, moyo wake una chumba na sebule. Mwanamke anahifadhi vitu, mwanamke anaweza akakuwekea miaka kumi usijue ila siku mwanamke akikubadilikia ndo utajua, kumbe mke wangu ni rangi ya kijani, au kumbe mke wangu ni rangi ya bluu. Utamjuaje sasa mwanamke ambaye ni kweli amekupenda kwa dhati? Ndio maana tumeamua ku, ku- kuongea na na Watanzania na wenzetu na duniani kote huko kwa ujumla, tujaribu kuchanganua haya mapenzi ili umjue mwanamke anayekupenda, mwanamke anayekuja kwako kabisa, yupo real. Ni mwanamke unatakiwa umjue. Mimi binafsi nashauri usikurupuke katika mahusiano yako. Mwanamke umekaa naye mwezi ukatangaza ndoa, mwanamke umekaa naye miezi mitano ukatangaza ndoa, mwanamke labda umekaa naye mwaka ukatangaza ndoa bado haitoshi. Na hata wewe utakuwa bado hauna utakuwa bado hauna hauna, hauna, hauna experience na mwanamke wako, utakuwa kuna vitu bado hujavijua kwamba mwanamke wako anapenda nini au anato, kwa sababu nyi mnavyokutana ni mnacheka, bebe misi, bebi sii, yes, bebi ni sija kuona, sijisikia yes, raha bebe lakini je, unamjua upande wa pili mtu unayekutana naye kwa muda mfupi huwezi kumjua upande wake wa pili kwa sababu mnakutana mshani siana. Jaribu wewe kama mwanaume kumwangalia mpenzi wako au kumwangalia mke wako, yaani hata kama hajakukera, jaribu kumtafutia sababu za makusudi za kumuudhi, ili pia unatakiwa unad..., pia ujue kwamba mwanamke wako akikasirika anakuaga ni mtu wa aina gani? Kuna mwanamke akikasirika ndugu yangu, njoni uko mzima mkai hey. Ulizeni mtambiwa, mwanamke anaongea cherehani nasubiri, mwanamke analopokwa maneno yanamtoka, mpaka unaweza ukasema hivi ni huyu dada. Lakini wenzangu na mimi nyie mkishaona tu mwanamke kwa sababu mwanamke unavyomtongoza tu bebi, nakupenda na kupenda, hawezi akaja kaambia w anakupayukia hapana. Lazima atakuja mpole, atakuja bibi, I love you bibi, nimekumisi. Hebu jaribu kutafuta ugomvi wa makusudi ili ujue mwanamke wako akikasirika anakuweji. Kuna kitu kimoja hapa nataka tukizungumzie. Mtu yoyote anapokuwa amepanic ana hasira yani, ikafikia hatua kwamba hawezi kujikontrol pale, ndo utakapoijua tabia yake. Mtia hasira za makusudi, ili ujue mwanamke mwingine akikasirika sana anakuwaga ananyamaza kimya. Zile ndo point unaanza kuchukua sasa, kwamba he, kumbe mke wangu nikimkwaza an anakuwa hivi. Yaani unamkera unamkera kweli, lakini mwanamke mwingine ukimkwaza tu kidogo tayari kashatoka nje. Una maana wewe mwanaume gani, anakudhalilisha mwanamke, hana hekima, mwanamke hana staha ana maneno ya makero na maudhi. Halafu mbaya zaidi, kuna mwanamke hawezi kugombana na mwanaume wake ndani. Mnagombana ndani, lakini yeye anatoka nje kwenda kuongelea nje. Ni vyema ukajua hayo mapema kwenye mahusiano yako. Ni vyema ukamjua mwanamke wako kabla ya kuingia naye kwenye ndoa, au kabla ya kuingia naye katika mahusiano yale ya ndani kabisa, mpaka ukafikia tu ukaujutia muda Tafuta namna mchallenge, hmm? Mchallenge, mtafutie sababu, mtafutie sababu. Na mwanamke mstahimilifu, mwanamke anayeweza kukuvumilia ndo mke. Lakini nyinyi wenzetu siku hizi mkiambiwa bibi nanja na kutumia bibi fiki yangu nataka sare ah, basi bebi, nipe siku mbili tatu, nitakupatia. Mfundishe mwanamke wako kukosa, hata kama unacho, ili umjue pia ana uvumilivu kiasi gani kwenye kukosa. Kuna wanawake wamelelewa wao wajuwake, kukosa yeye anajua ni kupata tu, ukimwambia sina akuelewe Mwanamke ukimwambia mke wangu, leo nimehangaika kweli, yani leo nimekosa kabisa. Sasa nakuambia mimi nakusaidia nini? Hajui. Inatakiwa pia ujue mwanamke wako unayetaka kwenda kumuoa au unae, unayekuwa na malengo naye mbeleni anakuwa ana uvumilivu kiasi gani. Tafuta mwanamke anayeweza kukufariji kipindi ambacho una matatizo, umekosa. Nenda fika nyumbani kwako Chukua leti yako toa hela zako ficha, chukua wale tiweka hata elfu moja nenda mwambie bibi, leo nimekosa chochote nilitamani nikufanyie hiki, lakini leo sina. Hata mwezi mzima sio, mwambie siku moja. Siku moja kwa nani anashindwa kuvumilia siku moja? Tafuta matatizo yale endelevu, mwambie mke wangu, nimefukuzwa kazi, bosi atake takuniona taku, fumangalia usoni, macho yake anasomaji. Mwanamke kweli atakwambia, mume wangu, usijali na kuombea kwa Mungu. Mungu atashusha rehema zake, mume wangu, kazi utapata. Lakini ukikaa ukimwambia mwanamke, mke wangu nimefukuzwa kazi, ah. ah. mm. yeye, yeah, hata situ itakuwaje? Kwa nini tena mama, tutaishije? ah. Ah, haipendezi na sisi wa dada, jamani, hebu tuwe na hekima, hebu tuwe na busara. Usikubali kuanzisha mahusiano na mtoto wa mtu ukiwa umtaki, kwani ukimwambia mtu kaka, samani, naomba nisaidie laki moja, laki mbili, nikapange chumba, kama anayo mtu anaweza akakusaidia, lakini sio kucheza na moyo wa mtu, tusichezeane yani. Naomba tuishi kwa amani, unamwambia mtu, nakuwa mwazi mimi, bwana sijakupenda bwana, kwani atakuua? Haiwezekani, lakini sna ishi na mtoto wa mtu miaka miwili miaka mitatu, mtu kashawekeza akili zake kwako, kwa anajua huyu ndio mke wangu, amekueleza vitu vyake vingi, halafu mwisho wa siku unamuwacha, unamtelekeza mtoto wa watu, anaanza kupata mapresha, anaanza kupata magonjwa ya moyo. Haipendezi. Nikualike tena usubscribe kwenye kipindi chetu pendwa cha Raha ya Simulizi. Niwaombe, kama kuna maoni tunayakaribisha, kwa sababu maoni yenu ni muhimu. Pia wa ushauri tunakaribisha pia, visa, unaweza ukatupigia simu, tukapiga stori, tukaongea. Nia yetu ni moja, ni kujenga. Tunataka tutengeneze mahusiano ambayo kiukweli hata Mwenyezi Mungu atayafurahia, kwa sababu Mungu pia anachukia talaka kabisa. Mungu afurahishwi na talaka. Hivi unajua kuna wadada wanaolewa ana, yani mwanamke kabisa anakubali kuolewa kwa sababu tu alishatunza wenzake sana kule, kwa hiyo kwa hiyo na yeye ana, anataka kuolewa ili atunzwe arudishwe vitu. Jamani, hebu amani serious kidogo. Hivi kweli unachezea moyo wa mtu kwa sababu ya kabati. Dressing table, cheni kanga, kweli haipendezi. kwa mimi nimewahi kuambiwa kabisa, yule binti anaolewa pale kwa sababu tu alishatunza mashoga zake sana, kwa hiyo na yeye anataka kutunzwa vitu vyake arudishiwe. Mwisho wa siku tasikia siku tatu ya yani, nne, nataka taraka yangu. Na watu kama hawa ukimuuliza, na ndoa tano mpaka sita kaolewa mwezi huu mwezi ujao kaachika, mama kapata bwana mwingine. Na watu kama wana nyota kupata wanaume, lakini ya kupata wanaume wanaotaka kuwaoa, lakini sio vizuri kucheza na mioyo ya watoto wa wenzenu. Haipendezi. Mwenyezi Mungu anachukia talaka. Unapokubali kuolewa na mtoto wa watu, tulia naye, olewa naye, mpange maisha mfanye ya kwenu, mzae na watoto.